Si maalum mkoa wa Kagera sawa. Basi tumekuona maeneo hayo kumbi wa zaki, ukiwa umewapatia wakina mama majiko. Je, hii program ni kutoka wapi na unaweza kaelezea kidogo? Nashukuru sana ndugu mwandishi, hii program imetoka kwa rais wetu kipenzi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alikupatia majiko Labda una jambo lote la nyongeza kwa kina mama hao, kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambacho ninaomba kina mama hawa, mama yetu tumlipe kura za kutosha, zijae mpaka zumajuku na Biharamulo. Hatujawahi kumwangusha, nina imani mama yetu tutamlipa upendo, tutamlipa kura zetu. Ndio kitu nilichoomba hata kina mama hawa, asante sana. Je, una neno gani kupitia mbunge wetu Mheshimiwa Injinia John Chiwelesa? Nimpongeze sana Injinia Kichiweleza, anafanya kazi kwa nguvu zote, yaani ni kijana mpambanaji ambaye anafanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa kweli Biharamulo mna Asante sana. Je, wito wako ni upi kwa kinamama hasa mabinti ambao wamehudhuria katika mkutano huu, ukiwa ni moja ya mwanamama na ni kijana mwenzao pia? Wito kuhusu msimu wa uchaguzi, je, nao pia wana nini cha kufanya? Ambacho niwaombe kinamama na vijana kwa ujumla, wasiwe na hofu ya kuchukua fomu. Muda ukifika, chukua fomu ya jimbo, chukua fomu ya viti maalum, chukua fomu ya udiwani. Kinamama ni jeshi kubwa, hasa akichukua fomu kinamama, na hakika atashinda kwa kishindo na siogope waje wapime, wanajipimaje. Lakini na encourage sana kina dada vijana wachukue fomu zote, ili waweze kupeperusha bendera Chama cha Mapinduzi. Asante sana, karibu tena Biharamulo, nakushukuru.